Akizungumza na waandishi wa habari shuleni kwake, mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Moyokwe Philip Mayende amempongeza mbunge wa eneo hilo la Webuye West Dan Wanyama kwa ujenzi wa madarasa ya shule hiyo. Kutokana na mfumo mpya wa elimu ya CBC, tumekuwa na challenges upande wa madarasa ya ya, ya JSS in most schools, lakini Moyokwe comprehensive, mheshimiwa wetu mbunge bwana Tani Wanyama alitujengea madarasa matatu kabla JSS haijaanza. Hasa wakati JSS ilianza grade 7, tulikuwa tayari tuko na matarasa matatu ambayo yameweza kuweka wanafunzi wetu kuanzia grade 7 up to grade 9. Mayende, vilevile amewataka wazazi kuwaleta wanao kwa wingi katika shule hiyo na kuwapatia nafasi wanafunzi kufanya chaguzi ya sayansi kwa wingi wanapojiunga katika shule za upili. Hapo mwakani tuko na pathways tatu ambazo wanafunzi wetu wanacharipu chuu chini kuhakikisha kwamba kwa kila pathway wanapata eh, grades ambazo inaweza kuwawezesha waende kwa senior school na waweze kufanya vyema. Kama walimu huwa tunafanya PT kuhakikisha kwamba wamehitimu katika masomo yote, wanafunzi wenyewe na wasasi waamue wanaenda pathway kani, but as a school we are emphasizing on the on the we are emphasizing on the science section. Tunataka wafanye vizuri zaidi kwa sciences, sababu tunachua opportunities nyingi kwa STEM. Hata hivyo, Mayende hakusita kutoa shukrani zake za dhati kwa wanafunzi wa shule hiyo kwa nidhamu bora walionao tangia tangi ajiunge katika shule hiyo. Our learners are very disciplined and our teachers are very committed. Wanafanya kazi yao vizuri sana. Sani matano, Mpakani TV, eneo bunge la Webuye West, kaunti ya Bungoma.